Wiki iliyopita ili trend video ya Wema Sepetu akiwa na Gigy Money uh, Gift Stanford uh, wakiwa club, ambapo Wema alitrend kutokana na mavazi ambayo alikuwa amevaa uh, mavazi ambayo yalikuwa yanaonyesha mwili wake, na watu wakasema, hey, huyu Wema si mtu mzima huyu, kwa nini sasa anavaa utupu hivyo na nini ilikuwa mjadala mkubwa sana mpaka Mange akaingilia kati kwamba huyo Wema sio mtu mzima hivyo, ana miaka thelathini na mbili mmemkalia um, kooni, ni nguo za kawaida and all that. Sasa uh, Wema mwenyewe alifanyiwa interview uh, nakumbuka alipigiwa simu kwenye hiyo interview, akasema mimi sijaona utupu ambao nimekaa pale, you understand. Sasa Bodi ya Filamu ambao kimsingi ndio walezi wa wasanii uh, wa kuigiza wametoa wito wao. Wamemwita Wema Sepetu ofisini kwao, na hii ni kutokana na mavazi yake ambayo alikuwa ameyavaa kwenye ile video ambayo ina trend sasa hii. Hii itabidi nikusomee vile ambavyo imeandikwa, wala nisiongezee neno, nisome tu kila ambacho kimeandikwa na bodi ya filamu kupitia ukurasa wao wa Instagram. Karibu sana hii ni e-trending ya Rick Media. Mimi naitwa Sarafina Jerry. Yes, mii Binto Jerry and this is how I'm doing my things. Niko na Silent Ocean wanaitwa Simba wa Bahari kutokana na ukiagiza nao. Haujapoteza lakini pia niko na Jizo Sound, shout to Majizo, Professor Francis Majizo. Big shout to him kwa sababu ndo anafanya Uh, sisi wa Tanzania tunatamba na Jizo Sound ikiwa na burudani kubwa sana uh, Afrika nzima. Sijui siu nanielewa. So, tuko na Jizo Sound hapa katika kuhakikisha nakupa kila ambacho unastahili kukipata kwenye upande wa updates za upande wa burudani. Niko hapa na nataka nikusomee barua ya wito uh, ya Bodi ya Filamu Tanzania kupitia ukurasa wao wa Instagram wa Tanzania Film Board. Eh? Uh. Sasa kupitia ukurasa huu wa Instagram, wameandika, uh, wameweka wameweka wameweka nini wameweka posti yao ambayo inasomeka hivi uh, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Bodi ya Filamu Tanzania, tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano Wito mwanatasnia Wema Abraham Sepetu, unatakiwa kufika ofisi za Bodi ya Filamu Tanzania Bodi ya Filamu ni chombo kinacho kilichoundwa sorry, kilichoundwa kisheria kutengeneza na kulinda taswira ya taifa letu pamoja na kuendeleza sekta ya filamu nchini. Katika kutimiza majukumu hayo, haiwezi kuacha kusimamia masuala ya nidhamu na maadili kwa, kwa wanatasnia wetu. Bodi imesikitishwa na picha jongevu, yani videos zilizokuwa na maadili zisizokuwa sorry, zisizokuwa na maadili zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zikimwonyesha mwanatasnia Wema Sepetu akiwa katika mavazi yasiyo na staha. Hivyo, bodi inamtaka mwanatasnia husika Wema kufika bila kukosa katika ofisi za bodi ya filamu zilizopo Kivukoni, Dar es Salaam siku ya Alhamis tarehe ishirini na mbili Mei 2025 saa 4 asubuhi kwa ajili ya mahojiano. Bodi ya Filamu Tanzania inaendelea kuwasihi wanatasnia wa filamu kuendelea kulinda maadili ya nchi yetu katika kazi zao za kitasnia pamoja na mienendo yao kijamii. Eh, wito umeishia hapo. Nimeona comments za watu wengi sana eh, wengine wanasema vipi kuhusu waigizaji wengine, mbona mnamwita wema tu? Wengine wanasema very professional huu wito kwa nini asitumiwe muhusika? Wengine wanasema safi sana eh, tunaona kazi yenu and all that, lakini mimi nimetaka nikusomee kile ambacho kimeandikwa kupitia ukurasa wa Instagram wa Bodi ya Filamu. una unalolote unajua kwa kuacha comment yako so iache comment yako na iache sasa hivi. mimi ni bintwa Jerry, naitwa Sarafina Jerry yeah. mm -hmm. Tangu lini? Ah bwana sio mara kwa mara. Yeah, lakini <coughs> <my> baby sister. Saa, <coughs> okay. Yeah. maralakiniia Sa, tuambie kuhusiana na uncles mm -hmm. Leo um, special appearance, special guest yeah. yeah, mm. na Gigy atakuwa ananipa kwa sababu um, nilivyoenda kule Nairobi mm. sikuweza kupokea tuzo yangu vizuri kwa kwa leo. Nini kwa hiyo Gigy atanipa Uh, mimi kama nilivyowaambia mimi waga ni mbovu mbovu. <laughs> <laughs> presha yangu ilishuka, kwa hiyo nikaenda hospitali and I couldn't, I couldn't couldn't, okay. make it yeah so, like, sasa nilipiga simu kwa mshikaji wangu mmoja akaniambia bana jiji hajatokea kwenye Tuzo yeah, lakini pia Gigi, una, uh, uh, Wema hiyo uh, sorry Wema mm -hmm, mm -hmm. Uh, na aliwakilisha ilikuwa usengo au kama I I think I think alikuwa uh, yeah, yeah something like that okay. yeah. Tuzo nayo lakini utaiona utaiona utaiona leo vipi? <laughs> Uta yeah. una, una, Gigi ndio utaona sasa vipi atujielewa Gigi Ksawa, okay. tulitegemea labda pengine washikaji zenu company za hapa na pale, wakina wakina wozu nini? Ah, au sasa no comment. Tuingieni ndani. Tuingieni ndani. Tuingieni ndani. Masikia kidogo <laughs> Tuingieni... Eh? Kidogo, yeah, <laughs> eh? Kidogo, yeah. Kidogo. Yeah. What's wrong? <laughs> <Muna> shida? Bali hao. Mpendeza sana okay. <laughs>

Tangu lini? agaauabana mara kwa mara. Yeah, lakini <todic> baby mbuna, sister. Okay. Yeah. Saa, tuambie kuhusiana na uncles mm. leo, na special Special special appearance. guest guest. is Wema? Yeah. Yeah, I'm the special guest. Mm. Na Gigy atakuwa nanipa kwa sababu um, nilivyoenda kule Nairobi mm. sikuweza kupokea tuzo yangu vizuri kwa Kwa nini kwa hiyo Gigy atanipa. Uh, mimi kama nilivyowaambia, mimi huwa ni mbovu mbovu <laughs> <laughs>

tangu lini? Mbona si mrefu labda kujua. Ah, bwana, mara mara kwa mara. Yeah, lakini mimi Gigy, so yeah. baby sister. Okay. maraaii yeah. tuambie kusana na uncles leo na special Special appearance. Guest is Wema? Yeah. The special guest na giga atakuwa ananipa kwa sababu um, nilivyoenda nilivyoenda kule Nairobi, mm, sikuweza kupokea tuzo yangu vizuri. Kwa hiyo giga atanipa tuzo yangu leo. Kwa nini hujapokea? Mimi kama nilivyoambia, mimi waga ni mbovu mbovu mbovumbovu Nil... <laughs> presha yangu ilishuka, kwa hiyo nikaenda hospitali, and I couldn't I couldn't I okay. make it yeah Saa nilipiga like ni, simu kwa mshikaji wangu mmoja akaniambia bana, jiji hajatokea kwenye ile tuzo yeah. Lakini pia gigi, muna, uh, uh, wema, uh, wema. Yo, sorry Wema, mm -hmm, uh, mm -hmm. Na alikuwakilisha ilikuwa welusengo au kama sasa. Yeah, I think, I think alikuwa si welu. Yeah, something like that. Okay. Tuzo ujairudi nayo lakini. Of course ninayo. Sasa utaiona. Utaiona. Leo. Utaiona. Nampa. Una, una, unampa vipi? Ni natujielewa gigi da,

Tangu lini? Ah, mbona hivi. Labda kujua. Bwana, sio mara mara kwa mara. Lakini mimi baby sister. Okay. Tuambie kusemana na uncles leo na special Special special appearance. Guest is Wema? Yeah, the guest. Na Gigi atakuwa ananipa kwa sababu um, nilivyoenda nilivyoenda kule Nairobi mm, sikuweza kupokea tuzo yangu vizuri kwa hiyo Gigi atanipa tuzo yangu leo. Kwa nini hujapokea? Mimi kama mimi nilivyoambia, mimi waga ni mbovu mbovu. mbovu mbovu <laughs> <laughs> presha, yangu ilishuka kwa hiyo nikaenda hospitali and I couldn't I couldn't okay. make it. Yeah. Like nilipiga like ni. ni. simu kwa mshikaji wangu mmoja akaniambia bana, Gigi hajatokea kwenye